prayer point ya kwanza ni kuomba kwa ajili ya ufahamu wa watoto wa kwetu kumbukumbu la Torati sura ile ishirini na nane na mstari wake ule wa kumi na tatu angalia biblia inachozungumza pale maandiko yanasema bwana atakufanya kuwa kichwa emsema bwana atamfanya mwanangu kuwa kichwa ongeza tena sauti yako kubwa sema bwana atamfanya mwanangu kuwa kichwa wala simkia atamfanya kuwa juu tu, wala si chini. Kwa hiyo ombi letu la kwanza ni kuomba kwa ajili ya ufahamu wa watoto wa watoto wakwetu. Mungu afungue fikra na fahamu za watoto wakwetu, na sizungumzi tu juu ya wale ambao wako majumbani wadogo, nazungumza hata kwa ajili ya watu wazima pia ambao tayari wameshatoka majumbani, wameanza maisha yao. Pia tumwambie Bwana tunatamani kuona wanafanyika kuwa vichwa na si mkia walipoajiliwa kwenye maeneo yao ya biashara, kwenye maeneo ya kazi, tunatamani kuona mungu anawafanya wanafanyika kwa vichwa na si mkia, wanafanyika kwa juu na si chini. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tutapita huko, ninakuonyesha tu barabara tutakayopita. Tutapita tukiwa tunafanya maombi ya ukiri kama tulivyofanya jana kwenye uchumi, tutakuwa tunapita tunasema neno, then nakuongoza maneno ya kuomba, alafu nakuacha unatamka sawasawa na nini, neno la Kristo limesema. Kama umeelewa nisaidie kusema. Alafu, upigia Yesu makofi azuri mengi mengi. Kwa hiyo eneo la kwanza, hakikisha unaomba kwa ajili ya ufahamu wa mtoto wako. Nilizungumza kama sio Juma uh, Jumapili, nahisi ilikuwa ni Jumatatu, nikasema ukiona mtoto wako, nimekutana na hizi cases. Ukiona mtoto wako anashindwa kuelewa darasani wakati umefanya jitihada zote, mimi ni mwalimu kwa taaluma. Inawezekana umemtafutia vipindi vya ziada, umetafutia walimu wa ziada kwa ajili ya kumfundisha, umejitahidi njia nyingi nyingi sana kuona mtoto wako anakaa katika level fulani nzuri ya kiperformance, aidha ni ya darasani, hapo nazungumza upande wa darasani na maeneo mengine ya kimaisha. Ukiona kuna namna ambavyo hawi vile ambavyo unatarajia awe, rudi kwenye Biblia, tafuta maandiko, tafuta nini Biblia inazungumza juu ya mwanao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana kwa hiyo tumekuja kugundua ishirini na nane mstari wa kumi na tatu kitabu cha kumbukumbu la Torati, Biblia inasema watoto wetu ni vichwa na si mkia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo hii, hata ukiwa nyumbani, weka bandika mkono juu yake. Mwambie, mwanangu, wewe ni kichwa na sio mkia. Mwanangu, wewe ni wa kwanza na si wa mwisho. Mwanangu, wewe ni majuu na si wa chini. Mwanangu nayaweza mambo yote katika Kristo Yesu anayekutia nguvu. Sijajua kama kuna watakatifu wa Bwana mahali hapa wangempigia Yesu makofi mazuri mengi mengi kabisa. Kwayo, kwanza, kwa hiyo eneo la kwanza tutakalokwenda kuomba tuomba kwa ajili ya fahamu za kwao, Mungu afungue fahamu za kwao. Kuna vitu vingi vinafanyika hapo kwenye eneo la fahamu, ziko fahamu za watoto zinazofungwa, ziko fahamu za watoto zinazochimbiwa kwenye mashimo, ziko fahamu za watoto ambazo zinafanywa manguvu ya giza Unashangaa mwanao alikuwa na performance nzuri darasani, alikuwa na performance nzuri za kwenye kimaisha. Utashangaa tu alikuwa ni mtoto mzuri mwenye akili nzuri, lakini tangia alipotoka nyumbani akaanza ya maisha yake huni tena akitembea katika ile, ile akili yake ya tangia ulipokuwa unaiona alipokuwa mtoto. Kwa hiyo tutamwambia Bwana alinde fahamu za watoto wa kwetu, na andiko tutakaosimama nalo ni hilo, Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari ule wa kumi na tatu. Ajenda ya pili tutakuwa tunaomba kwa ajili ya afya. Hem, tuseme afya. Ongeza sauti yako, sema afya. Ongeza tena sauti, sema afya. Ukienda kwenye eneo la wale wanaotufundisha mambo ya uchumi, wanatuambia msingi wa kitu cha kwanza ambacho mtu anaweza akawa nacho na akafanya vizuri kwenye ya maisha ni pamoja na afya, na ni maisha tu ya kikawaida ambayo mimi nawe tunaweza tukaelewa katika akili za kikawaida kwamba tunahitaji afya iliyo bora. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na mimi kwa experience yangu ambayo Mungu amenipa neema ya kuzunguka huku na kule, kumekuwa na